naungana pia na mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa, kwa haya walioyafikiri kwa kina zaidi ili tuweze kufanikisha jambo kila jambo liende sahihi. Mimi ombi langu mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama sisi nilivyotangulia kusema sisi tulichelewa kidogo tukaja, wenzetu baadhi walishaingia kuangalia miili ile, lakini sisi hatufanikiwa. Lakini mimi binafsi na ndugu zangu tunaungana mkono ili hiyo siku ya Alhamisi tuwe pamoja kwa sababu Mwenyezi Mungu alipanga siku ya kufa ya kwa mtu na siku ya kuzikwa kwa mtu. Hata hiyo ajali ni Mwenyezi Mungu aliipanga watu wale wafe kwa siku hii. Unapozaliwa kwenye tumbo la mama yako, uliandika siku gani utakufa na utakufa kwa ajali gani? Kwa hiyo mimi naungana na mkuu mkoa kwa hili lilotukuta sisi tuwe tunasubira na tumuombe Mwenyezi Mungu na tusimtafute mchao eh. Rais wetu yuko pamoja na nyinyi, na baada tu ya ajali ametoa ya maelekezo mahususi ya kuhakikisha namna gani wanatibiwa ambao ni majeruhi eh, lakini namna gani tunaweza tukasaidiana na nyie ambao mmepata matatizo ambao meookewa na ndugu zenu eh. Kwa hiyo kikubwa nachoweza kusema kwa sababu kama ambavyo amesema mkuu wa mkoa kwamba kuna ndugu zetu wale ambao wametutangulia mbele za haki e, miili yao imeungua sana, sina, najua baadhi yenu imeona kwa hiyo ni vigumu sana kumtambua. Hata leo tukiwaruhusu nyie, kila mtu, tukasema kila mtu akamchukue wa kwake, hakuna atakayejua wa kwangu ni yupi. Si tuko pamoja eh? ya ni vigumu kujua nini wa kwangu ni yupi. Kwa hiyo e, na kwa kweli ni vizuri, kila mtakapochukua tuwe na uhakika, na wewe uwe na uhakika uliyembeba ni ndugu yako. Pamoja na kuungua kwao huko na kutokujulikana, hakuna hata mmoja kati yenu atakayeondoka na mtu ambaye sio ndugu yake. Ni lazima kila mmoja ataondoka na mtu ambaye ni ndugu yake, lakini mtupe nafasi ya kufanya basi hiyo kazi. Na niwaambie tu, kwa maana ya teknolojia ambayo rais wenu Dkt. Samia Suluhu Hassan ameileta ndani ya nchi, ni lazima kila mmoja ataondoka na ndugu yake. Kwa hiyo tukakubaliana leo e, hapa sasa hivi wataalam wameshatoka Dar es Salaam kutoka ofisi ya mkemia mkuu wa serikali. Rais wa rais wetu amemtuma mkemia mkuu wa serikali, ameshakuja hapa na wako tayari wanachukua sasa kwa kila mwili, na kuna maelekezo najua mmepewa nyie, si ndio? Kuna maelekezo mmepewa, naombeni yale maelekezo mliopewa na wataalam, hakikisheni mnayazingatia.